Baby hair zilivyolala upande wa mbele ndicho ninachotaka nikufundishe siku ya leo. Mimi ni Farida Othman. Anza kwa kukata nywele yako upande wa mbele, tutaacha nywele kidogo tu ndio ambazo tutaenda kuzitumia. Alafu hizi nyingine tutakwenda zote kuzilaza upande wa nyuma. Ukitumia jeli hakikisha unatumia product ambayo ni kidogo sana. Mimi jeli ambayo nimetumia ni hii ambayo unaiona ni sulfate free, una uwezo wa kuitumia pia. Upande wa mbele tutakata vinywele kidogo tu kama hivi ambavyo unaona. Alafu utakwenda kutumia jeli yangu kidogo kulaza kuelekea upande wa nyuma, hivi ambavyo nitakuonyesha hapa. Una uwezo wa kutumia kitana chenye ncha kama hiji ambacho nimetumia mimi, lakini pia ni kitana ambacho kina meno madogo madogo. Sawasawa, nitailaza hivi alafu nitazivuta upande wa nyuma hivi ambavyo unaona. Sawasawa, ni, ni rahisi sana kama tu utafata maelekezo ambayo mimi ninakupatia, lakini utaona ni ugumu kama hautonisikiliza. Umeona ninavyokata nywele kidogo, alafu ninakata mstari na urudisha upande wa nyuma hivi. Umeona hichi ambacho ninakifanya kwao, nitafanya upande huu wa kulia na upande ule wa kushoto kama utahitaji baby hair zibaki kidogo sana, uh, ikiwa namaanisha kwamba nywele upande wa mbele utaacha kidogo zaidi ya hizi ambazo nimeacha mimi. Ukihitaji size kama mimi, basi utaacha size hiyo hiyo ambayo unaiona. Jeli ambayo nimetumia hapa ni soft and free ni jeli ambayo ni nzuri na inashika vizuri kama ambavyo unaona kwenye video. Naomba nikukumbushe mimi jina langu ni Farida Othman. unaweza kujiunga kwenye magrupu yetu ni bure kabisa. Unachotakiwa kufanya ingia YouTube, tafuta Farida Othman. Gusa button iliyoandikwa subscribe, halafu njoo na screenshot kwenye namba ambayo unaiona kwenye screen. Sawa, sawasawa Amaana anachokifanya kuna wale ambao mnahitaji kujiunga na mafunzo yetu ya live, karibuni sana. Chuo chetu kipo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. tunaposema tunafundisha huwa tunamaanisha karibuni sana, mweze kujifunza nasi sawasawa, sawa. Kama utakuwa na swali la chochote, niandikie kwenye upande wa komenti, upande wa juu. Hii nywele una uwezo wa ku uh, bana aidha kidoti au kaiachevo hivo, lakini nimetumia spirit kwa ajili ya kuhold nywele yangu mimi ilale muda mrefu isiinukeinuke inuke ovyo. Sasa umama mrembo wangu alipopendeza, mi niseme asante. Naendelea kujifunza nasi, karibuni sana. Tunapatikana Tege cha Nyuki. Bye, bye.